Angusha m mheshimiwa mwenyekiti, mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi wilaya hii ya Kinondoni, kaka yangu na ndugu yangu na rafiki yangu comredi Shaweji, nikushukuru sana kwa heshima hii kubwa ulionipatia, lakini ni furahi kusema kwamba nashukuru kwa mwaliko wa ndugu yangu Abdul kwa kunikaribisha Mbweni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nili Mbweni ni nyumbani, na unakumbuka tulipokuwa madiwani mimi na wewe, una kipindi Mbweni waliumba wakaweka yego yego katikati ya suti na mimi nikaa ni miongoni mwa walezi wa kata hii ya Mweni. Sitaki kukumbusha historia mbaya, lakini nimefurahi leo niko hapa mkweli, chini ya uangalizi wako mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambao umekuwa ukisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa muda wa miaka hii zaidi ya mitatu sasa na nikuhakikishie mwenyekiti, nimekuwa mwenyekiti wa chama, ninao marafiki zangu hapa, kuna Mloe ninao, kuna mzee Juma Kitwana, wazee wangu, lakini ninaye Richi, Richi ambaye nimefanya naye kazi, lakini bahati nzuri hapa nimefanya kazi hata na watu wa upinzani, kwa hiyo nawajua wote, lakini bahati nzuri nimefanya kazi na Abdul. Kwa hiyo ukiniambia niwaelezee na uwezo wa kuwaelezea kuanzia wale wa upinzani niliofanya nao kazi, lakini wale wa sisiem niliowafanya nao kazi. Kwanza nianze na ni kwa Aduli. Aduli amekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii, lakini amekuwa mjumbe mwenzetu wa halmashauri kuu ya ya wilaya. Najua uwezo wake maarifa yake namna anavyojenga hoja katika vikao vyetu mbalimbali katika kuisimamia serikali, lakini katika hoja za kujenga katika kukijenga chama chetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya hapa, nimefanya kazi na ndugu yetu Richi ambaye yeye hakugombea na aliona kwa heshima kubwa amwachie kaka yetu Abdul. Mheshimiwa mwenyekiti, nikuhakikishie kama naibu mea mstaafu, nataka nikuhakikishie miongoni mwa kata ambazo zimeleta wivu mkubwa katika wilaya yako ni kata ya Mbweni, na imeleta wivu kwenye sekta ya miundombinu, imeleta wivu kwenye sekta ya elimu, imeleta wivu kwenye sekta ya afya, imeleta wivu kwenye sekta ya uchumi kwa sababu hapa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilileta fedha kwa ajili ya kujenga soko letu, halmashauri ilileta fedha katika hali ya kujenga kituo chetu cha afya, halmashauri imeleta il fedha kwa ajili ya kujenga shule zetu kuanzia Mbweni Teta na shule zote zilizojengwa katika kata hii ya Bweni. Kwa hiyo Mheshimiwa, hapa sioni aibu na wala sitaona haya ya kusimama mbele ya umma huu ya watu wa Mbweni kuomba kura za Daktari Samia Suluhu Hasani sisihemu oye. Ndugu zangu, kwa haya niliyoyasema, Daktari Samia Suluhu Hasani amefanya makubwa kwa kushirikiana na wenzake waliokuwa wanamsaidia akiwemo Richi Richi. Lakini nikisema Richi alifanya kazi kwa ubora wake, asingefanya kazi kwa ubora bila kuwa na msimamizi wanayesimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na niwapongeze watu ambwenu kwa kumleta Abduli kwa sababu bila Abduli Richi, Richi asingefanya vizuri kwa sababu alikuwa na usimamizi mzuri wa mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi ambaye ni ndugu yangu Abduli. Abduli, Abduli mgeni yeye? Hey, mseme si niiseme, tatizo wako mkweli mmetoa sana. Nikisema Abduli natakiwa mugaregare na kushangilia, Abduli mgeni yeye a lakini, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, miongoni mwa vitu ninavyowapongeza viongozi wetu ukiwemo we mwenyekiti, katika kufanya uteuzi mliangalia, na tulikuwa wagombea wengi wenye vigezo wanaoweza kuwa madiwani katika kata zako kumi, lakini mlikuwa na wagombea wengi wenye uwezo wa kuwa wabunge katika jimbo hili la Kawe, akiwemo ndugu yangu Gaston na Gaston, na yeye anatokea kata hii, lakini pia ni mwanafamilia wa kata ya Kunduchi. Mheshimiwa mwenyekiti, nikuhakikishie pamoja na vigezo vingi na imani mpaka leo mmechanganyikiwa katija mlivokuwa mnavochagua chania. Sisiemu oye, sisiemu oye. Mwashimia, najua ulikuwa na wa ugunge zaidi ya thelathini na thelathina saba, mwenye kijana nikugusha, lakini mkaangalia mkasema wote akiwemo ndugu yangu wemete, mkasema wote wanafaa, lakini kwa kipindi hiki anayefaa zaidi ni ndugu yetu kimoja. Mbweni oye timu aye. ni niwaombe, ni waombe wana Mbweni, nimepitia ilani ya vyama vyote vilivyoweka timu katika ligi hii ya ishirini na tano, lakini ninawahakikishia katika ilani bora zilizopo katika jimbo hili na wilaya hii, ilani bora ni ya Chama cha Mapinduzi na hili ile ilani, ilani iweze kukufikia, tuweze kufanya vizuri, tunahitaji kufanya mambo matatu siku ya tarehe ishirini na tisa. Jambo la kwanza ni kumpigia Daktari Samia Suluhu Hassan kura. Samia wewe wangapi? anampigia Samia kura. Asante. Jambo la pili kwa kutokana na muda na ilani yetu, jambo la pili, naomba tarehe ishirini na tisa tuende tukampigie ndugu ndugu yetu Jofrei Timo kura, sisi CCM ee. Timo ee. Kwanza tupigie Timo kura, niseme nisiseme, mtaharibikiwa watu wambweni, mtaharibikiwa msipomchagua ndugu yangu, asanteni CCM oye ee! Lakini kwa jimbo la Kawe msisahau madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, lakini kwa kule Kunduchi, kwa kuwa kuna bingaring'ari hapa, kwa kule Kunduchi mumchague Michael Urio. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kushukuru kwa heshima kubwa ulionipatia, sisiemu